Mara baada ya klabu ya Simba kuweza kupangwa kwenye kundi D kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika akiwemo na timu kama ya Experience de Tunis, Petro de Luanda lakini pia na timu ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali. Sasa mara moja klabu ya Simba wameweza kutangaza ratiba ya michezo yao kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza mnyama anatarajiwa kushuka dimbani kati ya Novemba 21 mpaka Novemba 23. Mchezo huu atakuwa nyumbani kucheza zidi ya timu ya Petro de Rwanda. Baada ya mchezo huu klabu ya Simba atasafiri kuwafata timu ya Stade Marieni. Mchezo ambao unatarajiwa kufanyika kati ya Novemba 28 mpaka Novemba 30, ambapo hapa mnyama atakuepo ugenini kucheza zidi ya timu ya Stade Marieni. Mara baada ya hapo klabu ya Simba tena atasafiri kuelekea pale E, nchini Tunisia kwenda kucheza zidi ya Experience de Tunis, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Januari 23 na tatu mpaka e, Januari 25 na tano. Baada ya hapo mnyama atakwenda kucheza dhidi ya timu ya Experience de Tunis, utakuwa ni mchezo wa marudiano. Mchezo unatarajiwa kufanyika kati ya Januari 30 e, au Februari moja. Baada ya hapo mnyama atakuja kucheza tena akiwa ugenini zidi ya Petro di Rwanda ambapo mchezo huu unatarajiwa kufanyika kati ya Februari sita mpaka nane. Hapa mnyama atakuwepo ugenini. Baada ya hapo, klabu ya Simba watamalizia mchezo wao wa mwisho wakiwa nyumbani, mchezo utakaocheza dhidi ya timu ya Stade Marieni. Mchezo unatarajiwa kufanyika kati ya Februari kumi na tatu hadi kumi na tano. Hapa mnyama atakuwepo nyumbani.